Kitu cha msingi ambacho mnatakiwa mkielewe, sisi hii chemba ni yenu, chemba ya wafanyabiashara, na sisi kazi yetu kubwa ni kuwawezesha, niye wajasiria mali wadogo, wafanyabiashara wadogo mnaoinukia, muingie kwenye biashara rasmi. Na biashara rasmi ni, ku, ni kujira, kurasimisha biashara zenu, umeshanielewa? Maana hmm, ya kurasimisha biashara yenu uwe na leseni, ndio kitu cha kwanza Nimesikia hapa mnaongea ongea tini wewe, kaona labda ni bure. Umeshanielewa wewe unaweza ukaona labda leseni ni kubwa, lakini itakuondelea mambo mengi sana ya usumbufu, watu wanaokuja kunyang'anya hela. Unafanya biashara una leseni, lakini mtu asikupeleke mahakamani au kukushtaki, unafanyaje? Si mnajua unatoa hela unampa. Kwa nini unampa hela? Kwani ukienda pale ukalipia ka leseni kako ukakaa ukafanya biashara atakuja kukusumbua? Sasa utakuta kuan okay, ukiwa na leseni kuna kodi haiepukiki. Ah, kodi kodi ndiyo kazi ya TCCIA kusema jamani, hivi viwango vya kodi ni vikubwa kwa wanaoanza wanaochipukia, hebu toweni. Tumemwona kiongozi wa TRA hapa, ameeleza hiki, kama unasafirisha mizigo yako unaenda nje ya nchi, amfanyi hivyo kwa sababu amna leseni. Lakini kama una leseni yako ya biashara huko, hapa hapa na mganda anataka, bwana mimi nataka kagari kadogo hivi mnavita vile vyaisi nataka gunia kumi, gunia tano ambavyo thamani yake haifiki milioni tano. Umeshanielewa? Utapeleka bure wala hakuna chochote utakacholipa. Lakini je, mlikuwa mnalijua hilo? Sasa unaona, unakaa hapa, kuna madalali wanawaza kuwanyang'anya. Unakuta mtaji wako unaushea au unachukuliwa na mtu mwingine ambaye hajaweka hata senti moja kwenye hiyo mtaji wako uliofanyia biashara. Sasa hilo utalipataje? Ili kuondokana na hilo ndio TCCIA. Ndio kazi yetu sisi. Hapa tumepewa chumba huko. Tutakuwa huko juu. Wacha kule tutakao kwenda kufungua na mkuu wa wilaya. Tutakuwa na chumba hapa rasmi permanent. Mmenielewa ndugu zangu? Mje ni ofisi yenu. Ushanielewa? Kama utakuwa mfanyabiashara mdogo, mimi nitakuelekeza twende. Takuwepo hapa na

haki sasa kwenye haki, wote wana haki wana haki sawa, lakini katika haya majukumu unakuta kuna majukumu ambayo yanaleta mgawanyiko wa kazi, siumeshaona. Mfano kutunza familia inagawanyika, baba akishinda pale nyumbani, itakuwa itakuwa pale hapaeleweki. Lakini huo mgawanyiko baadaye, mbele tutaona jinsi gani tunafanya mm division of labor kwao hamna mgawanyiko wa kazi kwamba utakuwa ni wa kudumu, baadaye tutaona litakuwaje ili baadhi ya majukumu ya wahusu wote kwa ujumla sawa. So, non tariff barriers ni kitu chochote ambacho kinapunguza au kinazuia au kuongeza gharama za mzigo wote unaoingia au kutoka nje ya nchi. Sawa, eh? Hivi vitu vimewekwa kwa sababu maalum kabisa unielewe, eh? Labda nikianza kitu cha kwanza, kwa mfano, ikiwekwa vizuizi, vinapotokea vizuizi ambavyo unaweza ukadhani kama vinakwamisha au vinakuchelewesha wewe mfanyabiashara, kunakuwa kuna sababu. Haiwezi tu ikatokea vikwazo visivyokuwa na nini na sababu kuna watu walikuwa wanapeleka mchele Uganda, mkaambiwa mchele wenu hauwezi kupita mpaka uhakikiwe, sijui upimwe, kitu kama hicho mlikumbana mli, mli, mli nacho si ndio? Eh? wengine wakasema o, kuna mtu Uganda anazalisha, kwa hiyo mpaka auze kwanza mchele wake uishe, ndio na sisi turuhusiwe, umeelewa eh? Sasa hizo ndio huwa sababu zenye ambazo haziwezi zikawekwa rasmi lakini hizo ni sababu mojawapo kwamba kuwalinda watu wake wa ndani, wazalishaji wa ndani sawa. So, eh? Hiyo ni sababu mojawapo, lakini pia inawezekana ikawa sio sababu hiyo tu. Inawezekana ikawa kweli kuna watu wanachanganya mchele sinawezekana. Sasa kama wanachanganya mchele na wameshajua kwa nini wasifuatilie na taratibu ya Simplified Certificate au rule of origin lazima huo mzigo huo unatoka nchi husika ndipo upeleke nchi nyingine. Sasa kama wewe umechukua mzigo wako umeuchukua labda Pakistani, mchele ukauleta ndani haujalipiwa kodi, unaenda kuuza Uganda, ina maana wewe utakuwa unapata faida maradufu, kitu ambacho hakiruhusiwi. Umeelewa eh? Ninaelewa Ndipo. Okay, mazingira yangu ya kazi hayanishawishi mimi kuvaa gambuti, lakini ukija tutakusaidia kwamba labda unataka kwenda kukulizia sumu yako, labda unataka kufanya nini. Koo tupo hapa kwa lengo kuu ni kuangalia ubora wa mazao yanayoingia na yanayotoka, pia na kujua kiwango Tanzania imetoa kiwango gani kupeleka Uganda, imeingiza kiwango gani kutoka nchi zingine kuleta Tanzania mahindi kwenye kuingia na kwenye kutoka, kuna utofauti chaji za mahindi au za mazao. Ukiingia kwenye hiyo ambayo nimekuambia zimeandikwa, yanachajiwa kwa kilo. Kwenye kutoka mazao yameanzia kilo moja kwa 28 mpaka shilingi kumi. Mazao mengi yameanzia hapa kwenye kuingia Yanaanzia shilingi kumi mpaka kumi na tano Chaji zipo, zamani hazikuwepo, lakini zilikuja. Shida ilikuwa ni sheria imeanza kufanya kazi lini, lakini zilijadiliwa muda mrefu, na kitu chochote kile kinajadiliwa bungeni ambako tuna wawakilishi wetu, wale ndo watunga sera, na ndo wanaojadili. Ukiona kitu sisi tunatekeleza hapa kipo kwenye sheria na kutajia kwamba ipo kwenye sheria fulani, ujue kimejadiliwa wapi bungeni. Yaani majenti wengi huwa hawataki connection kati ya afisa na nani na tajiri. Hii kitu huwa hawakitaki. Ukimwambia okay, bwana naomba niwazungumze na huyu ni mtu atakwambia ah, hapana. Atataka hapa hapo mkae katikati hapo. Sasa, na nyie mtengeneze yale mazingira ya kuwa familia na na hao maofisa, kwa sababu hakuna sehemu ambayo TRA hapa kwenye jengo kusema wakimkuta mtu ambaye ni ni, ni sio sio sio sio agent watamfukuza. Utakuja hapa hii ni sehemu ambayo ya customer care ofisi, manake kila mwananchi yeyote ana haki ya kuja kueleza matatizo yake kama ni wafanyabiashara na wako na mahospitali, kuna mahospitali hapa, tuna deal na wafanyabiashara kwa utakuja, utauliza kwamba jamani, mi mna moja mbili tatu, nasaidiwaje? Unapewa ile elimu. Ukishapewa na elimu ile, ukienda kwa agent, utajua kabisa kwamba huyu anachoniambia hiki ni uongo. Kuna hii ya ushuru wa mazao ambazo mwziko amesema kwamba tunalipa mara mbili. Kuna vitu viwili, kuna ushuru wa mazao na ushuru wa soko. Ushuru wa mazao ndio unalipa kule kwenye source, ambapo chanzo ambapo vitu hivyo vimefanyaje, vimetokea, lakini unavyokuja kufanya biashara kwenye maeneo ya huku, ambapo sisi ndo tunasema masoko ya huku, unalipa ushuru wa nini? Wa soko. Kwa hiyo hivi ni vitu viwili tofauti. Nafikiri wale wenzetu ambao tulikuwa nao kwenye vikao vikao, tofauti ni vingi tu ambavyo siwezi nikaelezea hapa, nafikiri nikaeleweka, na ilitokea hiyo changamoto mwanzoni. Ulikuwa unatozwa shilingi ngapi? Ikaja elfu mbili ikashushwa, ikaja elfu moja na mia sita si kama wamo umu wafanya biashara ambao naikumbuka hiyo kadha, ikapungua tukafanya vikao tukashindwana, ikaja shilingi ngapi? Elfu moja kwa gunia ambacho ndo kiwango ambacho kinatozwa sasahivi kutoka kwenye sheria ambayo ilikuwa ni ya shilingi elfu mbili. Awali ya yote ni washukuru kwa kushiriki semina muhimu kama hii. Mimi mwenyewe kama mkuu wa wilaya nilishawahi kujaribu kufanya biashara, lakini nilipokuwa ninasikia watangulizi wangu walioongea hapa, baadaye niligundua tu kwamba ili biashara yangu haikufanya vizuri ni kwa sababu nilikosa hivi vitu walivyokuwa wanafanya nini, wanaongea. Sasa bahati nzuri ninyi yote walioyaongea hapa mmeyasikia na mmehudhuria. Kilichobaki ni nyinyi sasa kufanya nini? Kutekeleza. la, la pili hilo. La tatu, serikali ya awamu ya sita iko na ninyi, na ndo sababu pamoja na kwamba mimi nimepewa short notisi ya kuja hapa Sikutaka kuwaahirisha, nimeamua kufanya nini? Ni kwa nini? Kwa sababu gani? Ninyi sasa wanawarasimisha, mtoke kwenye ile ifomo, muje kwenye fomu. Mkisha kuja kwenye fomu, maana yake tunaendelea kuwafanya nini? Unaalikwa kwenye jambo zuri kama hilo, utaacha kwenda? La mwisho sasa, nataka kwenda kuzindua biashara kitaifa. Wamekuwa na lengo zuri la kuwawezesha wananchi watoa kwenye vipato vya chini kuja kwenye vipato, lakini katika kufanya hivyo wamekuwa na mipango mingi na wamekuwa pia na mikakati, na baadhi ya mikakati ndio hii tunayoifanya nini. Asante sana kwa deski la taarifa za kibiashara haya. Eh, hata mimi nashukuru. Tuko hapa Mutukula, kituo cha forodha SBP, na hapa niliposimama, ni mbele ya haya matenti au booth, tumeziweka kwa ajili ya mradi unaoendelea katika mipaka yetu ambao mradi ambao ni Non-Tariff Barriers, ambao unafadhiliwa na eh, AGRA kwa kushirikiana na TCCIA. Eh, AGRA wameweza kufadhili huu mradi kwa kuweza kurahisisha shughuli za, za kibiashara na hasa taarifa za kibiashara na masoko, lakini vile vile kuripoti vikwazo visivyokuwa vya kiforodha na Non-Tariff Barriers ni kwamba huu mradi kwa kweli utasaidia utasaidia mambo mengi sana kwa sababu wafanyabiashara wengi e, walioko hapa walikuwa hawana meza, hawana meza ya kuweza kufikisha malalamiko yake malalamiko yao wakati wanapata changamoto mbalimbali mbali za kibiashara e, katika huu mpaka wetu wa, wa Mutukula. E, ni kwamba tunashukuru huu mradi kuwepo na umekuwa ni chachu na umesaidia sana baada ya ushirikiano na majadiliano ya muda mrefu kati ya uongozi wa TCCIA mkoa wa Kagera na uongozi wa mamlaka ya mapato Tanzania, hasa upande wa customs e, forodha hapa Mutukula, kukubaliana ya kwamba kwa kweli ili eneo lipatikane na tuweze kutoa hiyo huduma, kusimika hizi bufi na kuweza kutoa huduma, lakini vile vile imepelekea e, kilio changu ambacho nilikuwa nacho, hatukuwa na ofisi hapa mpakani moja kwa moja. Sasa tumepata room katika jengo la OSBP. Kwa hiyo tumepewa nafasi, tutakuwa na, na deski yetu tuna meza yetu pale. Kwa hiyo shughuli zote za biashara, mahitaji ya biashara, mahitaji ya kuvuka mpaka, yote yatakuwa yanapatikana katika jengo la OSBP. Kwa hiyo tutaungana na mamlaka nyingine zinazotoa e, urahisishaji wa biashara za kuvuka mipaka ziweze kufanywa kwa pamoja, kati ya TRA na mamlaka nyingine kama TBS na eh, mamlaka nyingine zinazohusika kwa kuhudumia wafanyabiashara. Kwa hiyo tunashukuru, tunashukuru huu mradi angarau, kuna mabadiliko tutakuja kuyaona huko mbele. Mm.